Mume wangu amerudi, va haraka uondoke, kabla hajakukuta. Fanya haraka, va uondoke. Alex! Alex, unafanya nini chumbani kwangu? Mume wangu, yani huyu kijana hana adabu kabisa, yani ameingia chumbani kwangu bila hata kubisha hodi, alafu namuuliza ananiambia amekuja kufanya usafi. Alex Umeanza lini hii tabia ya kuingia chumbani kwangu bila kubisha hodi? Au unataka kumchungulia mke wangu? Hapana bosi, mimi sikuwa na lengo la kumchungulia mke wako, ila nilikuja tu kufanya usafi na kumuuliza madam, leo jioni tunakula nini ili niandaye chakula mapema. Sasa kwa nini hupigi hodi? Vipi kama angekuwa uchi? Hapana bosi, nakuhakikishia sijaona chochote. Yaani libaki kidogo tu anichungulie, maana wakati anaingia na mimi ndo nilikuwa namalizia kuvaa. Vijana wa siku hizi hamna adabu kabisa. Hebu ondoka mbele ya macho yangu kabla sijakufukuza. Au unataka nikufukuze sasa hivi ukaranderande huko mtaani kama chokoraa? Yaani huyo kijana lazima nimfukuze leo. Haiwezekani akuvunjie heshima alafu nimwache aendelee kukaa humu ndani. Mimi sidhani kama kuna haja ya kumfukuza, kwa sababu amekuwa akifanya kazi kwa bidii sana. Pia kumbuka tumekaa naye muda mrefu sana, na hajawahi kuwa na tabia mbaya. Nadhani tunachotakiwa kufanya ni kumwonya tu, ili asirudie kuingia ndani bila kugonga mlango. Ni sawa, mke wangu, lakini tunapaswa kuchukua tahadhari, maana kuna siku anaweza kuingia bila hodi akakuta ndo umetoka kuoga akakubaka. Hapana, mume wangu, sidhani kama anaweza kufanya hivyo. Kumbuka tumetoka naye mbali. Pia hata tukisema tumfukuze leo, huenda mfanyakazi tutakayemleta akawa mbaya zaidi kuliko huyu. Halafu pia kumbuka familia yake inamtegemea. Tafadhali zungumza naye tu, Alex ni mtu mzima, naamini atakuelewa. Sawa, nitaongea naye. vipi Mbona umenuna hivyo na wewe Cha usiku? naomba uniache, yaani umeshaniharibia kazi alafu bado unanifuata. Hivi unategemea nikifukuzwa kazi familia yangu itaishije? Hebu acha kulalamika Aleksi, kwanza unatakiwa unishukuru kwa kuokoa kibarua chako, maana nisingekutetea wala usingekuwa hapa sasa hivi. Wee, kumbe umenitetea. Niache kukutetea ufukuzwe, halafu nani atanitibu nikizidiwa? Da, ndio maana nakupenda, cha usiku. Halafu kubwa kuliko yote, mume wangu anasafiri kwa muda wa wiki moja. Kwa hiyo hapa nyumbani nitabaki mimi na wewe. Mbona unasema utabaki hapa nyumbani na mimi? Kwani malaika naye anasafiri? Usijali kuhusu malaika kwa sababu nitamtengenezea bomu ambalo litamfanya afukuzwe ili tubaki sisi wawili humu ndani. Mm, sawa, lakini una uhakika mume wako anasafiri? maana naofia asije akarudi ghafla kama jana tukafumwa tena. Acha uoga Alexi, ni kweli anasafiri. Yaani kesho muda kama huu atakuwa yuko ndani ya ndege kuelekea Dubai. Kaniambia anafuata mzigo wa dukani. Kama ni kweli anasafiri, sipati picha hiyo kesho itakuwaje. Yaani unapenda starehe wee mwanaume, hebu malizia kuosha vyombo uandae chakula mapema, sawa Wewe kazi yako sikufanya usafi wa nje sasa humu ndani umefuata nini? Unaniuliza kama nani wakati nyumba siyo yako? Kwanza Alex, hivi utajisikiaje mwana mwingine akilala na mke wako? Malaika, ni maswali gani hayo unaniuliza? Huoni kuwa unanikosea heshima? Sikiliza Alex, hakuna siri ndani ya hii nyumba ndugu yangu. Unaweza ukahisi mimi sijui kinachoendelea, lakini naomba utambue tu kuwa kuta za hii nyumba zinasikia na kuona kinachoendelea Sikia Malaika, ukitaka nikufukuzishe kazi kwenye hii nyumba, jaribu kufungua huo mdomo wako mchafu. Hebu kwanza toka mbele yangu kabla sijakufanya kitu kibaya. Hebu sintishie bwana. Naombeni mnisikilize kwa makini nyiye vijana, mikufu yangu ya thamani imepotea humu ndani, na tumetafuta kila mahali bila mafanikio kwa hiyo nataka tukague begi la kila mfanyakazi, kwa sababu hakuna mtu mwingine tunayeishi naye humu ndani zaidi yenu. Na tunaanza kukagua chumbani kwako, kwa Malaika. Sawa madamu. Bebi, huyu msichana ndio mwizi aliyeiba mikufu yangu. Hapana madam, sijaiba na wala sijui chochote. Kama ni kweli hujaiba, hii mikufu imeingiaje kwenye begi lako? Mimi mimi sijui, labda labda nini... Hivi wewe umekosa nini kwenye hii nyumba? Yaani unakula bure, unavaa bure, unalala bure na bado tunakulipa mshahara, lakini umeona haitoshi hadi umeamua kuiba vitu vyangu. Lakini mimi sijaiba madam. Steve, mume wangu, naomba tu umfukuze huyu binti, maana tukimwacha aendelee kukaa hapa anaweza kutuibia kila kitu humu ndani. Bosi tafadhali, usinifukuze, mimi sijaiba. Hebu ngoja kwanza, kwani hilo begi ni la nani? Ni la kwangu, lakini mimi sijui hivyo vitu vimefikaje kwenye begi langu. Kwa hiyo unataka kusema hivyo vitu vimejiingiza vyenyewe humo kwenye begi? Hapana bosi. Hebu kwanza, usinipotezee muda Naomba uchukue kila kilicho chako uende kwenu. Siwezi kuvumilia tabia za wizi nyumbani kwangu. Bosi tafadhali, naomba unisikilize. Nadhani umesikia alichosema bosi wako, kwa hiyo kusanya virago vyako utoke nyumbani kwangu kabla sijakutoa kwa nguvu. Najua wewe ndio ulionekea hivi vitu kwenye begi langu. Una uhakika? Sina uhakika, ila nakuhakikishia na wewe utaondoka kama mimi Huna lolote, we ondoka bwana. Cha usiku, unanisaliti na Alex Steve? Mbona umewahi kurudi? Si ulisema unasafiri? Unanipangia muda wa kurudi? Kwani hapa ni kwako au ni kwangu? Nisamehe mume wangu. Nani mume wako? Si wewe hapo? Kama unajua mimi ni mume wako kwa nini umenisaliti na mlinzi? Naomba unisamehe mume wangu, ni shetani alinipitia. Kwa hiyo leo Aleksi amekuwa shetani? cha usiku, unapata wapi nguvu ya kufanya huu ujinga kwenye kitanda nilichonunua kwa jasho langu? Hivi wewe ni mwanamke wa aina gani? cha usiku Kusema kweli, Alex aliingia bila hodi akanikuta nikiwa mtupu, na hapo ndipo shetani alipofanya kazi yake, tukajikuta tunashindwa kuvumilia. Ni upuuzi gani huu unaoniambia cha usiku? Hivi unadhani sina taarifa zako au unadhani nilikuwa na safari kama nilivyokuahidi? Kwa, kwa taarifa yako mambo yote mliyokuwa mnafanya humu ndani nikiwa sipo nilikuwa naambiwa, na leo nimejihakikishia kwa macho yangu. Sasa naomba mtoke kwenye kitanda changu na mfungashe virago vyenu. Kama mtaenda kuoana mtajua wenyewe, lakini sitaki tena kuwaona nyumbani kwangu.